Jeshi la China limeendeleza kwa siku ya pili mfululizo mazoezi makubwa ya kijeshi karibu na kisiwa cha Taiwan, likifanya mashambulizi ya silaha halisi, yani live fire drills katika bahari ya mashariki ya China na kuendesha mazoezi ya kuzingira njia muhimu na usafirishaji baharini upande wa mashariki na magharibi mwa kisiwa hicho, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la ukanda wa mashariki la China, Eastern Theater Command, kanali mwandamizi Shiyi. Mazoezi hayo yaliyofahamika kama Strait Thunder 2025A yanazingatia uwezo wa pamoja wa kuzuia usafiri na mashambulizi sahihi kwenye shabaha muhimu. Jeshi la ardhini lilifanya live fire drills likilenga bandari na miundombinu ya nishati. Vikosi vya jeshi na majini na anga vya China vilishiriki mazoezi upande wa mashariki mwa Taiwan yakishirikiana na kundi la meli ya kubeba ndege ya kivita Shandong kufanya mashambulizi dhidi ya shabaha za ardhini na baharini. Wizara ya Ulinzi ya Taiwan imelaani mazoezi hayo kama ya kichokozi yenye uchokozi wa makusudi na sio na uwajibikaji. Ikisema kuwa China inatumia usalama wa kimataifa kama kigezo cha kutimiza malengo yake ya kibeberu. Hii ni licha Taiwan kugundua ndege za kivita 76, meli za kijeshi 13 na meli nne za walinzi wa pwani wa China karibu na eneo lake. Serikali ya Marekani, mshirika mkuu wa kimataifa wa Taiwan pia ilielezea wasiwasi wake. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema kuwa vitisho vya kijeshi vya China vinazidisha mivutano na kuhatarisha amani ya mlango bahari wa Taiwan. Mazoezi haya yanakuja wakati ambapo uhusiano kati ya China na Taiwan unazidi kuwa tete. Katika video ya propaganda iliyotolewa na China, rais wa Taiwan Lai Ching-te aliwakilishwa kama mdudu wa katuni anaitwa parasitic, huku Taiwan ikitangaza hatua 17 za kuongeza usalama na kudhibiti ujasusi wa China. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema mazoezi hayo yana lengo la kuonesha nguvu na wakati huo huo kutoa mafunzo ya vitendo kwa majeshi ya China. Wengine wanataadharisha kuwa China inaweza kutumia mazoezi haya kama pazia la kuanzisha uvamizi halisi wa kijeshi. Hadi sasa China haijabainisha ni kwa muda gani mazoezi hayo yataendelea, lakini jina la mazoezi ya Strait Thunder 2025A linaashiria uwezekano wa kufuatwa na awamu nyingine baadaye mwaka huu, kama vile Strait Thunder 2025B